Asifiwe kanisa, huyu mama anaitwa Theodosia kutoka Mleba, anapenda kumshukuru Mungu. Aliteseka takriban miaka miwili, alikuwa anateswa presha na tumbo. Alipokuja mahali hapa, bago limombea na kumtamkia neno, anashuhudia kwamba amepona kabisa, sikii presha wala tumbo tena huyu ungemuana miaka ishirini na tano uma nyasi alipokuwa anapita zinakauka zenyewe. huyu alikuwa anauma eh.

Mungu! Hebu muujiza, Roho Mtakatifu na wewe. Kijiji gani? Kijiji gani? Wakina jina la Yesu. Ninafuta kabisa na kukausha mizizi ya magonjwa kwa jina la Yesu. Kwanzia na mtu huyu asiugue tena katika jina la Yesu. Amen. Haya barikiwa.